Else in the country. Na mtazamaji, sherehe za awamu ya tatu za utamaduni wa Maa zinaendelea katika hifadhi ya wanyama ya Amboseli, kaunti ya Kajiado. Waziri wa Ulinzi Soipan Tuya aliyehudhuria hafla hiyo ametoa wito kwa jamii za Maa kuendelea kuwawezesha wanawake na wasichana kupitia elimu na miradi ya kujikwamua kiuchumi kama vile ushonaji wa shanga na biashara za bidhaa nyingine za kitamaduni.

And how strongly they, they, they glue the families together, wamama katika communities zetu za pastoralist, especially Ma wako na mambo mengi ambayo wanahudumia katika jamii, kutoka mwanzo mpaka wakati huu, na ndio tunapeana changamoto ya kuwa tuendelee kuenzi utamaduni wetu ambao ni mzuri, na tuwe ni wenye kukemea tamaduni mbaya ambazo zipo katika jamii yetu ya Maa na pia wafugaji. Tumeweza kukua na kikao cha wamama ambao hawajaweza kwenda shule, ambao wamekuja hapa wakasema vile maisha yao imekuwa kwa kutokosa shuleni na sasa wameambia wenzao ambao walienda shule kwamba tunataka tuweze kushikana mkono na tusonge mbele kama jamii ya wa Wamaasai.